Una stendi weka stendi pale, ka tunafunga mizigo yako, yani unajiandaa. Una sasa ndo zinaitoga BTS content, kama uwezi kuweka kamera pale ukajirekodi, sindio? Saa mtu kaja ofisini kwako

so proud na wewe we. Kwa nini hajawa proud na wewe? Kwa sababu anaona hii maybe biashara maybe it does not grow or haina watu strong. There's no value nitakayopata mm -hmm, nikionekana naye. Basi unatumia mbadala wa watu. Lakini kufanya kazi au kuonyesha maridhio ya mteja ni lazima, iko hivi, kuna step tatu ili uuze. Step ya kwanza ni lead generation, lead nurturing, na lead conversion. Step ya kwanza unatengeneza watu wakujue, ambao ndo awareness, watu wakujue. Wakisha kujua unajenga mahusiano. Ukisha jenga mahusiano unatengeneza conversion strategy, uwabadilisha sasa kutoka kwenye kuzoeana mlipe pesa baada ya kuconvert unakuja kwenye retain, retainship kuwa, retain sasa kuwadumisha. Umeona hizi piramidi hii, step 1 2 3 4: awareness, relation, conversion, retainer. Kwenye hii hapa hapa, kwenye awareness, kumbuka ndo unaanza hapa, is all about you. Kwenye mahusiano hapa is all about them. Sasa tunaanza kutoka story. Haya nyonyo, wewe unamuziaga nani mwanzo anatuma? Mbona hata mna mtu mwanzo alisema ametumiwa, so nyonyo, either amekubali mteja aje kubali, tafuta hata mwakilishi.